Au fupi tu kwamba Jaden tangia anazaliwa au anataka kuzaliwa tena alikuwa, kwa sababu watu wengi walikuwa wanasubiri nizae waone mtoto. Kwa hiyo alizaliwa na hicho kitu, kwa hiyo hata nikisema nimfiche ataenda tu. Kwa hiyo hicho kitu kipo na mwenyewe amekulia hivyo, amekuwa amepata ubalozi. Kwa hiyo, kwa hiyo na baba yake maarufu, baba yake, mama yake, kwa hiyo hauwezi yani, kuzuia hicho kitu Of course Kanumba na humu mkubwa sana sana, kwa sababu hata hata hata rai huwa anateseka sana swala la hmm, Kanumba kuondoka ya kwa sababu wajua alikuwa ni mwenzake na nini kwe, yani, naeza kasema upande wetu sisi kila baada ya muda haichukui muda sio mpaka kumbukumbu wangu yani, kila wakitokea okay, kitu, anasa, pange, kwe, punga, Kanumba, kwa hiyo yani, okay, ni kitu ambacho kwa yeye kinamtesa. Kwa mimi kumsikia Kanumba kwenye masikio ni kitu cha kawaida. Of course ni kazi, hamna kitu kipya, ila kazi yangu juzi bwana aliposti uh, uh, mzezi mwenzako hey, na post yake kidogo ikasema ah, hapa tukutoa tshabili muulize, pengine labda mkoa pamoja u ilitokea, uye liamua kutoa tu kama wazo, aliposti kwamba sijui kwa nini ukiachana na mpenzi wako kisha kwa ex sana ndo anaweza akaposti kakuzungumzia jambo lako men na swala fulani halikuwa sawa kipindi tuko kwenye mahusiano, ni kwa nini tuwaambie chochote? Kwenye sasa mimi mimi, yeye mwenyewe ndo kujibu hilo swali, siwezi kujibu chochote. Okay, mm -hmm, ila Ilayai... yeye ndiye mwenyewe alioandika, labda anajua alichokimaanisha. Mimi siwezi kumwongelea swali wanawake pale kumwongelea. Alisema tabia wanawake pale, ameorodhesha experience yake yeye, mwanamume sijui mimi, siwezi kumwongelea kwa sababu mwanamume ndo kapata experience, mimi sijui lakini pengine hata ushawahi kukutana na shoga zako okay. Wanazungumzia wanume zao mzaohzmanapiahukubinadamu E, mwezi miezi kama kadhaa hivi iliyopita, ilikuwa birthday ya mtoto wako, na alizua taharuki mtandaoni kwa sababu komenti, watu wakasema mzuri nini, lakini kuna watu wengine wakawa na komenti kwamba wanamwanika sana mtoto wao wa kiume hapo, wamemsuka amemtia ereni vitu kibao. Zile comment na imani uliziona na kuzisoma, unaweza kuwajibujaa watu um, kwa ufupi tu kwamba Jaden tangia anazaliwa au anataka kuzaliwa alikuwa aikuwa na kwa sababu watu wengi walikuwa nasubiri niza waone mtoto nware, kwa kwa nimfiche, ni warei kweli. Kwa hiyo alizaliwa na hicho kitu, kwa hiyo hata nikisema siku su kama watu ni post mwananu ataenda tu, kwa hiyo hicho kitu kipo na mwenyewe amekulia hivyo, amekuwa amepata ubalozi robiwani umeelewa? Kwa hiyo yani na baba yake maarufu yeah. Baba yake mama yake, kwa hiyo ni yani hauwezi kuzuia hicho kitu yes. Kwamba kuna muda uh, shule shule, dini dini, kila kitu kina nafasi yake. Na kuhusu comment za kusema uh, kwamba mnamsuka sijali cause mwanangu mimi Ah, uh, Chuchu, hongera pia mtoto wako ni miongoni mwa watoto wazuri mashallah, lakini pia ni miongoni mwa watoto wenye ushawishi angali mdogo. Nimeona uh, ni takriban atunga kiposti top 10 wanao huwa mm. Eh, kwa uzuri na nini Ungependa mwanao aishi kwenye maisha ambayo mliishi ya kisanaa? Ah, hapana. Kwa sisi tunachoangalia tunaheshimu kipaji chake tunaheshimu nini anataka kwa hiyo tunamsupport kwenye hapo. Yeye ana interest na mpira, kwa hiyo tunamuombea Mwenyezi Mungu kwenye, yeah, upande huo. Kama akikua akibadilika, sawa, akitaka ingie huko, sio sana, kwa sababu sisi tumehasa tunajua, lakini huko ndo u

Yani kama hivyo kama akiendelea na hiyo career yake kabisa yani. Jana uh, tu uh, tumetoka kukesha pale uh, katika makaburi siza kwa kumwezi uh, hayati Steven Kanumba. Of course nimefanya naye kazi nyingi sana uh, maisha yanazidi kwenda, tasnia inazidi kubadilika, mambo yanazidi kubadilika, kila mkikaa mkimkumbuka uh, na tasnia vile ambavyo anapiga hatua, kuna sehemu mnaishi labda hapa kidogo kuna swala ikazia au mwana hapa kidogo kuna competition ingezidi kwa kubwa Kanumba na umu mkubwa sana sana, sababu hata Rei huwa anateseka sana swala so la hmm, Kanumba kuondoka yeah, sababu wajua alikuwa ni mwenzake na nini. Kwa hiyo yani, naweza kasema upande wetu sisi kila baadaya muda haichukui muda sio paka kumbukumbu kumbu. Yani kila wakitokea hmm, kitu pange kuepo Kanumba kwa mshikaji wangu yani kwe, ah, ee. Kwa, kwa hiyo yeah. Yeah. Yeah. Ah, ni kitu ambacho kwa yeye kinamtesa. Kwa mimi kumsikia Kanumba kwenye masikio ni kitu cha kawaida. Berei huwa anamzungumzia anakumbuka sana, kwa pacha sana kwenye competition of East kwa East kama, yeah. huyo ni kwa vijana wa sasa hivi ambao wanafanya vizuri pia kwenye tasnia ya uigizaji wapo, mm, wapo sasa hivi, ah. watu wako vizuri, wapo ambao wanachipukia eh? Ah. wapo kukaza yeah. tu eh Wapo mbona vijana wazuri wengi tu. Nitabagua mimi wote, ndugu zangu, ndugu ila vijana wote yani, yeah. Kwenye yani wako vizuri. Sawa sawa.